Naitwa injinia Mariam Salim Twaha, ni afisa mkaguzi umeme mwandamizi kutoka mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar ZURA. Tupo hapa katika kisiwa cha Mnemba kwa ajili ya kuendeleza kufanya ukaguzi wa miundombinu ya umeme lengo la ukaguzi huu ni kuhakikisha visiwa vyote vyenye uwekezaji vinapata umeme au nishati ambayo ni salama. ukaguzi wa hapa kisiwani kwetu kwa upande wa maji na udu, na uh, umeme kwa ujumla. Kwa hiyo uh, nimefurahi sana na tunashukuru sana uh, Zura uh, kwa kuwa ni wako pamoja na sisi uh, katika vyanzo vyetu vya maji na pia kwenye vyanzo vyetu vya umeme uh, karibuni sana Mnemba na msichoke kuja kututembelea tena.